Kwani wanakuja kuwawekeni bunduki kichwani? Kwa mnaenda kapiga kura, kwani wanakuja kukuwekea bunduki kichwani? Nakuambia, kajiandikishe. Kilicho wazi ni kwamba adui namba moja wa nchi hii ni CCM na watu wao. Ndio maana wanatembea na vifaru siku ya uchaguzi. Ndio maana wanaua watu. Ndio maana siku ya uchaguzi, mapolisi, waalimu, manesi, wote wanaosimamia uchaguzi kwenye vituo vya uchaguzi wanakuja na vipegi vimejaa kura haramu. Wewe kaka friend, Tunduma mwaka, Tunduma elfu mbili na ishirini Tunduma elfu mbili na ishirini waliua wangapi? waliua wangapi? mwaka jana mwaka jana Tunduma hawakuua, na kwetu Singida wameua, wamepiga, wamepiga mwenyekiti mgombea mwenyekiti wa kitongoji wa CHADEMA anapigwa risasi nne mbele ya mkewe na watoto wake ili asigombee mwenyekiti wa kitongoji. kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa ndugu zangu wa Mbeya, ndugu zangu wa Mbeya, tuelezane ukweli wa Mungu. Kwa utaratibu huu, kwa utaratibu huu, hatuendi popote hasa. Tusipoenda popote, watatuangamiza kama hali ndiyo hii wakiendelea kutawala tumekwisha. Nani anayetaka tumalizwe na CCM? Kwa hiyo, kwa sababu hatutaki kumalizwa na CCM, lazima tubadilishe utaratibu wa uchaguzi na mambo yanayohitajika kubadilishwa wanayafahamu tangu zama za Jaji Mkuu Nyalali mwaka 91. Badilisha tume Ondoa watumishi wa serikali wanaosimamia uchaguzi, weka watu huru. Ondoa hiyo enguenguo ya wagombea, hakikisha hakuna kura feki, weka utaratibu bora wa kampeni, hakikisha wagombea hawaenguliwi. Tengeneza utaratibu bora utakaohakikisha kila wakala anaapishwa na anaingia kwenye kituo cha uchaguzi hakikisha kura feki ziingizwe na mapolisi na mtu mwingine yeyote. Yote haya yanajulikana tangu mwaka 95 nilipogombea mimi mara ya kwanza. CCM hawayataki, kwa sababu hawataki uchaguzi huru na wa haki. Wanajua utawaondoa madarakani. Ndio maana tunasema jukumu letu sasa hivi jukumu letu sasa hivi la kwanza kabisa ni mapambano ya kubadilisha utaratibu huu wa uchaguzi. Tunaelewana? Yakitushinda hayo tumekwisha yakitushinda. Sasa mimi naamini hayatushinda. Iko hivi, iko hivi. Jukumu letu sasa hivi ili tubadilishe huu mfumo, jukumu letu la kwanza ni kukwamisha huu uchaguzi. Kwani wanakuja kuwawekeni bunduki kichwani kwa mnaenda kapiga kura wanakuja kukuwekea bunduki kichwani na kuambia, kajiandikishe. Kukwamisha nini? Na sisi wananchi, tukiamua tunaweza tukakwamisha uchaguzi huu, na tukiukwamisha, tukiukwamisha, tukiukwamisha, kelele itakuwa kubwa, vibaya sana kelele yao itakuwa kubwa na kelele ya dunia itakuwa kubwa vile vile. Kelele ya dunia ikiwa kubwa na kelele ya nchi ikawa kubwa, tutakaa kwenye mazungumzo, tutaambizana, tunataka uchafu wote huwa miaka yote hii uondoke. Ili tufikie hapo, ili tufikie hapo, lazima tukwamishe huu uchaguzi na tuna uwezo wa kukwamisha huu uchaguzi. Uwezo wenyewe uko hivi. Hebu fikiria mlivyo wengi leo, hebu jiangalieni, watu wa Mbeya na hapa, wala sio moja ya kumi ya Mbeya. Anajua hii ni sehemu ndogo tu, au sio? Kama tukiunganisha nguvu ya Mbeya ya sisi wananchi wa kawaida tu, hatutauzuia hapa tukiamua serious hatutauzuia. Kwa jukumu letu la kwanza ni tuunganishe nguvu, tuambizane, mwambie jirani yako, mwambie ndugu yako kwamba uchaguzi sasa hivi hauwezekani, kwa sababu mfumo wa uchaguzi ni wa CCM.